Sheria mpya juu ya wale waliobadili jinsia ambao ni transjenda inaangaziwa ni idara ya mambo ya nje ya veterani, ambayo imesema kwamba haitatoa tena tiba ya homoni, vifaa vya kutambulisha jinsia wala barua za upasuaji kwa veterani wa transjenda, isipokuwa wale ambao tayari wanapokea huduma hiyo. Sheria mpya pia inawalazimu veterani kutumia vyoo na vyumba vya kubadilishia mavazi ambavyo vinalingana na jinsia yao ya kuzaliwa, si utambulisho wao wa kijinsia. Kwa mfano kama mwanamke alibadili jinsia na kuwa mwanaume, basi vyoo atakavyotumia ni vile vya wanawake, na kama mwanaume alibadili jinsia na kuwa mwanamke, basi vyoo atakavyotumia ni vya wanaume. Yaani atatumia vyoo na vyumba vya jinsia ambayo alizaliwa nayo na si jinsia ile ambayo ameibadilisha ukubwani. Katibu mkuu wa idara hiyo ya veterans, Dogo Collins, amesema kwamba, namnukuu, sina nia ya kukosa heshima kwa mtu yoyote lakini idara ya Veterans haipaswi kutilia mkazo kusaidia veteran kujaribu kubadilisha jinsia zao, mwisho wa kunukuu. Pesa zitakazookolewa zitatumika kwa veterans walio na majeraha makali, kama vile wale walio na viungo bandia. Makundi ya wale wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja yanayaita hikuwa si haki, wakisema kwamba veterans wa transgender walilitumikia taifa lao na wanastahili huduma sawa. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani, wako.